Tukio lingine ambalo tutaka tuwashirikishe ni kukamatwa kwa miundo mbinu ya, ya shirika la umeme TANESCO yenye thamani ya shilingi milioni 61, tarehe 18 mwezi wa 10 elfu mbili na kumi na sita jioni huko maeneo Salasala, mkoa wa kipolisi Kinondoni. Polisi wakishirikiana kikosi kazi cha kuzuia uharibifu wa miundo mbinu ya shirika la umeme wa TANESCO ilipata taarifa kutoka kwa raia mwema kuwa kuna watu wanaohujumu miundombinu ya Tanesco. Kikosi kazi walifika eneo hilo katika nyumba ya Bwana Wilfred son of Baruti, miaka 45, mkazi wa Makumbusho na kufanya upekuzi katika nyumba hiyo ambapo vilipatikana vifaa mbalimbali, yani line materials, ambavyo hutumika kwa ajili ya kuunganisha umeme kuunganisha umeme kamp kampuni ya Tanesco. Pia polisi walikwenda katika nyumba nyingine mali ya Beatrice daughter of Emmanuel miaka 42 mkazi wa Salasala mabanda mengi, ambako walifanya upekuzi na kufanikiwa kukamata vifaa vifuatavyo: nyaya aina ya drums 2 lola ya nyaya aina a aicc ya umeme wa mita wa milimita 50 ambazo hutumika na Tanesco kituo cha Kilima Hewa huko Kawaya wilayani Kinondoni thamani ya vifaa hivyo vinakadiriwa kuwa ni shilingi milioni 61. Watumia wawili wanashikiliwa na kwa mahojiano na upelelezi utakapokamilika, watafikishwa vyombo katika mahakamani ili kuweza kuchukuliwa hatua zao za kisheria. Lakini pamoja na kwamba tunakabiliana na mambo ya uhalifu huwa wa kutumia silaha na mwingine pia, jukumu letu kama Jeshi la Polisi ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama na sheria za usalama wa barabarani zinazingatiwa. Hivyo basi, huwa kuna misako ambayo inafanyika kila siku ya kuhakikisha kwamba wanaokiuka sheria za usalama wa barabarani vile vile na wenyewe wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria hususan mahakama au wanatozwa faini ambazo zilizopo kisheria. kwa kwa katika kwa katika kikosi kazi walifika eneo hilo katika nyumba ya bwana Wilfred son of Baruti miaka arobaini na tano, mkazi wa makumbusho na kufanya upekuzi katika nyumba hiyo ambapo vilipatikana vifaa mbalimbali, yani line materials ambavyo hutumika kwa ajili ya kuunganisha umeme kuunganisha umeme wa kamp kampuni ya Tanesco. Pia polisi walikwenda katika nyumba nyingine, mali ya Beatrice daughter of Emmanuel, miaka arobaini na mbili, mkazi wa Salasala mabanda mengi, ambako walifanya upekuzi na kufanikiwa kukamata vifaa vifuatavyo: nyaya aina ya drums mbili lola ya nyaya aina AICC ya umeme wa milimita wa 50 ambazo hutumika na Tanesco kituo cha kilima hewa huko Kawe wilayani Kinondoni. Thamani ya vifaa hivyo vinakadiriwa kuwa ni shilingi milioni 61. Watumia wawili wanashikiliwa kwa mahojiano, na upelelezi utakapokamilika watafikishwa mahakamani ili kuweza kuchukuliwa hatua zao za kisheria. Asante sana Kamanda Mkondia. Kwa uh, utangulizi huo kama ambavyo amezungumza Kamanda Mkondia ni kwamba, uh, jana sisi, uh, kutoka shirika la umeme nchini Tanesco uh, raia mwema alipiga simu kwa kupitia kitengo chetu cha usalama uh, cha shirika la umeme nchini Tanesco ambacho kinajishughulisha na pia ulinzi wa miundombinu ya shirika. Kwa hiyo basi walivyopiga simu tukapokea na walipokea uh, Uh, tuseme tipu hiyo kutoka kwa raia mwema kwamba mali zetu za shirika ziko kwa mwananchi ambaye amezishikilia, na ndipo kitengo chetu cha usalama kilipochukua jukumu la kwenda na kuzitambua mali zetu kama alivyoziainisha uh, Kamanda Mkondia na walipozitambua, walifahamisha walifahamisha kituo cha polisi maeneo ya Salasala, kituo cha polisi cha Wazo, na walitupa ushirikiano mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba uh, mtuhumiwa anafikishwa uh, katika vyombo vya usalama polisi. Kwa hiyo kwa siku ya jana uh, vitu ambavyo kama alivyozungumza kamanda Mkondia, vifaa vingi au tunaita uh, material, line materials ambazo vifaa hivi huwa vinatumika katika kuunganisha umeme. Vilitambuliwa na vilikuwa vimeshikiliwa na Bwana Wilfred Baruti, na pia kama alivyomtaja uh, kamanda mkazi mwingine uh, Beatrice Emmanuel. Lakini kutokana ninachoweza kusisitiza ni ushirikiano mkubwa kati ya Jeshi la Polisi na shirika la umeme nchini Tanesco. Tunafanya kazi kwa ukaribu mkubwa na ndio maana sisi leo hii tuko hapa, lakini pia tunapenda vile vile kushukuru wananchi ambao wao ndio tunawategemea katika swala so zima la kutupa taarifa, matukio kama haya yanapotokea. Kwa hiyo tungependa kushukuru jeshi la polisi kwa ushirikiano wao mkubwa. Kama alivyoainisha kamanda, ni kwamba mali hii ni ya zaidi ya shilingi milioni 61.